Katika maisha mara nyingi tunakuwa na hofu ya kuachwa na watu. Tunataka kupendwa, kuthaminiwa, kuunganishwa na jamii. Lakini wapo wakati watu wanatufanya vibaya, wanatuacha, au hatuwezi kuendana nao. Hii ni sehemu ya maisha. Sio kosa lako, sio kosa lao, bali ni ujio wa dunia. Lakini kumbuka, hofu ya kuachwa na watu wakati inazidi, inaweza kutusababisha kupoteza amani ya ndani, kuacha kufanya yale tunayopenda na hata kupoteza imani yetu. Hofu ya kuachwa na watu ni ya kawaida, lakini unajua nini cha kushangaza? Hakuna mtu anayeweza kukua au kuishi kwa utulivu ikiwa anaogopa kuachwa na kila mtu duniani. Hapa ndipo tunaingia kwenye funzo kubwa la kiimani: usiogope kuachwa na watu, ogopa kuachwa na Allah. Allah ndiye muumba wa kila kitu, na yeye ndiye anayeweza kudumisha maisha yetu, furaha yetu, na amani yetu Wakati unajua kwamba kamwe huwezi kuachwa na yeye, hofu ya kuachwa na binadamu hupungua. Watu wanaweza kuacha, lakini Allah hajawahi kuacha. Yeye daima yuko karibu, yeye anasikia kila kilio, anaelewa kila hali, na yeye ndiye mlezi wa kweli. Wakati mtu anakuacha unaweza kujisikia upweke, huzuni au kushindwa, lakini kama unamshika Allah mkononi mwako unapata utulivu usio na kifani. Anaahidi kwamba hata kuwacha. Katika Quran, Allah anasema, hakika Allah yupo pamoja na wale wanaomcha, Suratul Bakara 2:186. Hii ni ahadi ya kipekee ya kudumu ambayo haina kipimo. Hata kama dunia nzima inakuacha, Allah hajawahi kukusahau. Kwa hivyo, acha kuishi kwa hofu ya kupoteza wanadamu. Weka hofu yako na kuacha kwako mbele ya Allah. Omba yeye, tumaini yeye, na tumia kila changamoto ya maisha kama fursa ya kukua kiimani. Ukijua hii, hofu ya kuachwa na watu hupungua na moyo wako unajaa amani. Kwa kweli, hofu pekee ya kimsingi ni kuachwa na Allah. Lete maisha yako karibu na yeye na utaona jinsi hofu zingine zinavyopotea na jinsi amani na furaha zinavyokuletea.